Karibuni tena katika kipindi chetu cha J & R Chat. Na leo mimi na Rebeka tunakuja kuongea kwa kifupi sana. Kwa sababu ni kama tunakuja tu kukumbushana. Ninajua kila mmoja wetu anafahamu kwamba leo ni siku ya Ijumaa na obviously tunaita Ijumaa kuu. Na indeed ni Ijumaa kuu. Ni kuu kwa sababu Mungu alimtuma Yesu akafa leo kwa ajili yangu mimi na wewe. Okay. Kwa hiyo yes mara nyingi huwa tunaichukulia kama ni siku ya huzuni, mara nyingine tunatembea kwa kusikitika sana kwamba Bwana wetu Yesu alishikwa, kapigwa, kasulubiwa siku kama ya leo. Lakini ukifikiria sana ni siku kuu sana na ni siku ya furaha sana kwa sababu kama asingefanya hivyo, asingekubali kufa kwa ajili yetu, ina maana sisi tulikuwa ndio tumekwisha. Ina maana sisi tulikuwa ndio basi tena ndio tulikuwa tumehukumiwa. Lakini kwa upendo wa Mungu wetu akamtuma mwanae wa pekee Yesu akafa kwa ajili yetu. Sasa basi, nataka tu tukumbushane kitu gani kwa dakika mbili tatu hizi, kwamba wewe ndugu yangu unaweza ukafikiria kwamba ipasaka, bwana, ni sikukuu ya Wakristo tu, ni kwa ajili ya Wakristo. Yesu alikufa kwa ajili ya wanaadamu, mwana wa Adamu, wanadamu wote, mimi na wewe. Wewe una dini, hauna dini, lakini Yesu alikufa kwa ajili yetu na alikufa kwa ajili yetu ili tupone, tupone na nini? Tupone na mauti, tupone na adhabu iliyokuwa imewekwa. Na kila mmoja anajua, nafikiri, katika dini zote, kwamba baada ya maisha haya kuna njia mbili, kuna mbinguni na Jehanamu. Sasa ni sisi kuchagua, tunataka kwenda wapi. Lakini kwa sababu neno linatuambia kwamba Yesu ndiye njia na uzima, ambaye alitufia, na ndio maana tunatakiwa tumfuate yeye, kwa sababu yeye ndio msaada, yeye ndio ameongoza njia ya sisi tupone. Sasa basi, nimalize kwa kusema hivi: kama wewe unafikiria kwamba ulikuwa na Yesu au ulishampokea Yesu eh, na ukawa unaenda vizuri, lakini in between masumbufu ya ulimwengu yakakufanya ukamkosea Mungu, yakafanya ukaingia kwenye tatizo ambalo maybe likakufanya umtende Mungu dhambi, au yakakufanya uingie kwenye kitu ambacho hata unajaribu kutaka kutoka unashindwa kwa sababu kimekushika na unajua kabisa kwamba kwa nguvu zako umejaribu lakini umeshindwa. Ni kweli, hakuna aliye mkamilifu, hakuna anayeweza kuwa mwaminifu bila nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndiyo maana lipo lile neno linalosema sio kwa nguvu bali kwaweza nikiongea Kiingereza ninaliongea kwa urahisi zaidi kwamba it's not by power it's not by might. Kwa hiyo sio power ya mtu wala sio uwezo wa mtu, lakini is only by the spirit says the Lord. Kwa hiyo tumeambiwa na Mungu kabisa au na neno la Mungu kwamba ni kwa ajili ni tunaweza tukayashinda yote, tukashinda dhambi zote kwa nguvu ya Roho Mtakatifu tu. Kwa hiyo basi tumuite Mungu leo, tumuite Yesu leo atusamee dhambi zetu zote, na kwa wale ambao labda unahitaji kumpokea au unahitaji kutengeneza naye, ni rahisi, ongea utaongea maneno ambayo, labda Rebecca atakapoongea yeye, anaweza kakuelekeza zaidi what to do, lakini tengeneza na Yesu wako wewe mwenyewe, rudi mwambie kitu gani kinakushinda. Eh, ndio pale tunaposema kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu ina uwezo na inatusaidia, tunaishinda dhambi. Kwa hiyo ninajua kwamba leo tunapokumbuka kufa kwa Yesu ambako ni Ijumaa Kuu, basi afe na dhambi zetu zote, azichukue ziende zizikwe pamoja naye, na atakapofufuka tufufuke naye tukiwa salama na tukiwa takatifu, na tukiendelea kuishi kwa kumtegemea yeye, ili kwamba yale yote aliyokuja kutuokoa kwayo, magonjwa, mateso, maumivu, balaa, nini nini nini, vyote tuwe tumevishinda na tuendelee kuvishinda. Basi Mungu awabariki. Ngoja nimwachie na Rebeka, i think na Rebeka tutakuwa na something to, to add. Barikiwa, karibu Rebeka. Asante sana Joy. Na kwanza kabisa, nataka kukutakia wewe mtazamaji wa jnr Chat heri ya Pasaka na Bwana Yesu ambaye al kufa na kufufuka miaka elfu mbili iliyopita afufuke pamoja nasi na kila kilichokufa katika maisha yetu kikapate kufufuka leo kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu, siku kuu ya Pasaka kwangu mimi, kwa maoni yangu, nadhani ilitakiwa ndio iwe sherehe ambayo inasherekewa sana kuliko hata Christmas, lakini ndio hivyo, wanadamu wameifanya Christmas ndio kubwa, wamecommercialize which sometimes is good, kwa sababu angalau Easter um, watu wengi wanaosherehekea ni watu ambao kweli wanajua maana ya Pasaka. Pasaka ndipo mimi na wewe tumepata wokovu, na kitu ambacho ninakipenda kuhusu Pasaka ni kwamba inatutofautisha sisi na dini nyingine zote. Dini zote viongozi wao utaenda kuonyeshwa makaburi yao, lakini kaburi la Yesu peke yake ndio limeandikwa hayupo hapa must bow. Kuimba sijui vizuri, lakini ni kwamba he is risen, amefufuka. Jo ameongelea sana kuhusu siku ya Ijumaa Kuu mimi naiongelea siku yenyewe ya Pasaka kesho kutwa, siku ya Jumapili ni siku muhimu sana, ambayo Mariamu wote watatu walienda kule, wakafika kwenda kumpaka mafuta Bwana Yesu wakakuta hayupo, walifadhaika sana. Not knowing Bwana Yesu alishafufuka. Na ninakipenda kitabu cha Wakolosai mbili ambayo ndio inaelezea what really happened, Bwana Yesu alipotoa uhai wake, akashuka huko kuzimu huko kwa yule mkuu wa anga, anajifanya yeye ndio Mungu wa ulimwengu. Muongo! Neno la Mungu linatuambia yeye ni muongo toka zamani, mwizi toka zamani. Akaenda piga gwaride wote, principalities in power, piga baride, gwaride, disarm them, chukua funguo ya mauti, akahubiri injili kwa wale wote waliokufa wafu waliokuwepo walikufa wakimwamini Mungu, wakafufuliwa, wakahamia sehemu nyingine. Hiyo tutakuja kuizungumza siku nyingine, lakini kwa sababu hiyo akafufuka. Kwa hiyo Shetani mwanzoni alifikiria yeti ndo kampata, kwa kumuua, akajua vimeisha, kumbe ndio kaleta ushindi. Kuna mahali neno Mungu linasema kama shetani angejua kwamba kufa kwa Yesu ndo kulatupa sisi wokovu, a singemuua Bwana Yesu. Kwa hiyo leo ni siku ya furaha, lakini ni siku ya kutafakari. Tafakari mahusiano yako na Mungu. Je, wewe na Mungu mko vipi? Kama ujaokoka ndo wakati wa kuokoka, kumpokea Bwana Yesu Kristo. Appreciate what, uh, Jesus has done for you. Kama umeshaokoka, je, safari yako inaendaje? Bado mnaenda sambamba, au umeshauacha upendo wa zamani Kumbuke upendo wa zamani huu, ndio wakati tena tunaweza tuka renew our love for Christ, kwa sababu yeye alishatupenda sisi kwanza. Mimi naishia hapa, nawatakieni tena heri ya Pasaka. Mungu awabariki sana, msiache kusubscribe, kushare, kulike and comment. Tutaonana tena wakati mwingine, naomba mkapate kufurahi na familia zenu, lakini msiache kutafakari upendo huu wa Bwana wetu Yesu Kristo.